Wakati nakuja hapa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewapa pole wafiwa wote lakini pia yeye kama Mheshimiwa Rais ametoa msisitizo mambo yafuatayo. La kwanza ameielekeza TANROADS kuanzia leo kutengeneza barabara ya mchepua kule nyuma. La pili, la pili. Ameelekeza hapa, ameleta zaidi ya bilioni tatu, waanze kulipa fidia mara moja kwa ajili ya kupanua hiyo barabara haraka iwezekanavyo kwenye eneo hili la Mbalizi. La tatu aliyotuelekeza ni kwamba lazima wafiwa wote tuweze kugaramia swala la masanduku yote 28 kwa wale wote ambao wametangulia mbele ya haki. Lakini pia na mnajua, sanduku gharama yake kama laki tano hivi. Lakini pia ametoa maelekezo kwamba kila familia ambayo imepoteza ndugu au jamaa na marafiki tuweze kutoa mkono wa pole wa shilingi laki tano kila familia kwa jumla yake shilingi milioni moja. Lakini hii sio, maana yake inaweza kukizi uhai wa mwanadamu, ila ni mapenzi yake tu Mheshimiwa Rais kwamba kuona kwamba ameguswa na jambo hili na ameona kwamba aweze kushiriki kwa namna moja au nyingine kwenye hii bahati mbaya iliyojitokeza katika hapa eneo la Mbalii. Lakini jambo lingine ni suala la kuhakikisha kwamba magari haya sasa, tutaongea na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwa Mbeya. Pia tuendelee kuwa na kituo kikubwa cha ukaguzi wa magari hasa yanayokwenda nje ya nchi, hususani ma nchi ya Congo, e nchi ya Zambia, lakini pia hata Angola. Sasa swala la kutengeneza barabara, magari yote yanayokwenda, nadhani magari yanaenda umbali mrefu, yatapita kule kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu. Hapa magari maloli yote marufuku kupita kwenye barabara hii, natoa siku tatu. Tumeelewana, tumeelewana. Magari makubwa yote yatapita kule, magari madogo yatapita huku, ili kuweza kunusuru maisha ya Watanzania, hasa wa mkoa wa Mbeya. Leo hii hapa tumepoteza hata waliokuwa wanatengeneza barabara Wametoka kule wamemaliza kutengeneza barabara, wamepanda kosta, wanarudi Mbalizi, wamefika hapa, wamekufa wanne, akiwemo operator mmoja, mafundi wa karibu watatu na kadhalika, wamepotea hapa. Kwa hiyo TANROADS wako hapa na nimeshawaambia kwamba kuanzia kesho na mkandarasi yule Chiko atasaidiana na TANROADS tengeneza barabara ile, ipanuliwe vizuri. Tuombe wananchi muwe na subira wakati huo ambao serikali imechukua hatua kali kurekebisha hiyo barabara. Upande wa pili, ombe wenzetu wa malori, jeshi la polisi simamieni, atakayekiuka anang'ang'ania kupita huku ni kushughulika naye.